Habari Maelezo kutoka ofisi ya msemaji mkuu wa serikali wamekanusha taarifa ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii ikimuhusu Po Makonda juu ya tamko ikidaiwa kwamba amelitoa yeye. Po Makonda ambaye ni waziri wa habari mteule bado hajaapishwa, lakini kumekuwa na matamko ambayo yanasambaa katika mitandao ya kijamii ikimhusisha Po Makonda. Habari Maelezo amekanusha taarifa hiyo na taarifa hiyo ikidai kwamba Po Makonda amesema ni marufuku kwa mwandishi wa habari kutoa habari za serikali kama hana ithibati au jabu. Taarifa hiyo imekuwa ikisomeka hivi, baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa habari Makonda Kaja na sheria mpya, mtu yoyote ili aweze kutoa taarifa ya serikali ni lazima awe na leseni. Kinyume cha hapo, unaenda segerea miezi sita au faini ya milioni tano, akinukuliwa kwamba ni marufuku kuandika taarifa yoyote ya serikali kwenye mitandao wote wa kijamii au kuongea redioni bila leseni. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya kosa la jinai. Po Makonda hii taarifa wamechukua habari maelezo na kuandika fake ipuuzwe, na kwamba Po Makonda bado hajaapishwa na hajatoa kauli ya aina hii na kauli yeyote. Leo hii kama utakumbuka, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwapongeza wachezaji wa Taifa Stars alikuwepo Paul Makonda, lakini yeye alikuwa kama waziri mteule bado hajaapishwa. Lakini waziri wa michezo aliyekuwa waziri wa michezo Kwelewa, ambaye mpaka sasa hivi anatambulika na Rais Samia, e, Profesa Kabudi alitoa neno kuhusiana e, na mafanikio yaliyotokana na wizara hii ya habari na hii kauli haikuwemo na kauli hii imekuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii, na habari maelezo wameikanusha na kusema hii taarifa ni feki na ipuuzwe taarifa hii. Je, una mtazamo gani katika hili? Acha komenti yako na subscribe kwa taarifa nyingi zaidi. Mimi naitwa Hassan Thabiti.